Yes, welcome back DB Tech, karibuni tuangalie hapo nyingine ya school uh, fees. Uh, hii ndio dashboard ambayo ukifungua itakuomba uingize uh, username and the password hapa kama umeforget basi utaingiza uh, password hapa then uh, ukishaingiza password ikiwa correct basi itafunguka uh, sign hapa ambayo utaweza kujisajili. Then mimi nitaingiza uh, hii ni trial. Hapa nimeweka hapa, username na password unaweza kuandika. Password moja moja sita sita then uta login, itakukaribisha welcome back heri, then ita login. Ndo dashboard ambayo tunaiona hapa, aina hizi taarifa kama student walikuwa registered bado hamna lakini total payment hakuna na expenditure hakuna. lakini hapa itakupa uh, ya monthly payment, kwa mwezi, kwa wiki payment, kwa day, kwa day payment kama umeifanya hapa. Kuna hizi menu ambazo utaona hawa nane, lakini hapa unaweza ukasoti utakavyotaka. Uh, uka wewe kwa, kwa jinsi kwa nini unaweza ukasoti, basi ukaona inakuwa sorti. Uh, kama hmm. Lakini hapa unaweza ukfwao naneke ukaja kwenye nane, uki refresh kwenye database, ukija kwenye utakuta saizi ni saba total, maana inactive utakuta utahusika na nini, huyu labda huenda amehama ame, ame, ame shule au kwa taarifa yote ambayo unaweza ukamweka inactive ka active inikauki uki, uki, save, uki refresh, ukaja kwenye uh, hapo kwenye active size utaona wamerudi wale wale nane. Uh, hapa ndipo unaweza uka search uh, kwa jina kwa nini itakupa, mfano lega o yes, utamuona huyo hapo unaweza uka search ni hapa kama una majina mengi ndo unaweza ukadownload Excel hapo na uje upandishe Excel sheet yako hiyo. Yes, uh, uta, utaweza kuiona hapo Excel. Hapa tulisajiliwa, wako nane, tunaona hapo nane. Kuta, utaendeleza kama wapo, taarifa zao hizi hapa kila kitu, then utakuja, uipandishe, uipandishe hapa kwenye upload then utaweza kupandisha andisha hiyo Excel yakoamba utayari majina na nini utakwisha sajiri. Utaadd one, uh, new moja moja kama umemsahau au unataka usajiri wanafunzi moja moja. Si utaweza kusajiri ku, ku hapa tulikuwa sehemu ya student ambapo unaweza ukasajiri ukaona ukamweka active na inactive. Class, uh, class, unazoka, class, na inactive hapa kwenye class, nafikiri ukamwekana ukija hapa kwenye class ndio unaweza ukaadd class kwa mfano tunaona madarasa hata hivyo uh, kutokana na level yako kama ni primary au ni ni o level au ni a level utasajili masomo yako hapa. Unaweza kusajili as a new au kaedit hapa. Kwa mfano, nimesema class one grade one. Hata hivyo unaweza kusema form one form two, hata hivyo kutokana na ngazi yako ambayo utaweza kufanya je? Yeah, mfano, class 3 na nini, madarasa utasajili hapa hapa kwenye class. Ukishasajili madarasa hapa kuna class uh, bill utatengeneza bill ya kila darasa utevo utakavyotaka, utabonyeza hapa a new, a class bill ambao tunaweza ukasema, hii ni bill ya kwanza a, hii tena ni bill namba moja. Basi tunaweza kusema labda tunatafuta class 1 then a, hii level level 1 hawa class kwa maana ni wa level 1 a ni ni first term paka, utachagua hapa, by default utakuta hapa ni ada na michango. Michango. Yes, yes, utaweka sasa hiyo list ya ada hizi tuition fees na nini customize ya whatever, kwa Kiswahili kwa Kiingereza ukafuta, huitaki, utafuta, unaweza customize au ukaedit hapo utakavyotaka wewe, utaweza kuedit hapo ukafuta whatever tayari unaona uh, ii lakisita ik kwa sababu kodi hizi zingine zilikuwepo unaweza ukazifuta ikabaki lakisita unaweza ukaadi tena nyingine mfano labda uh, labda stationery ni elfu hamsini hapa tunaona wana nini nyingine labda wana elfu kumi sasa wana maintenance elfu kumi unaweza ukaadi kodi hadi sasa uku tunaona toto navyongezeka, hapa unaweza ka add kitu kingine labda, um, first ID wana elfu kumi. No, yes, napata toto hii hapa, darasa hili klasi one, watatakiwa lipe hii whatever, then uta save, uta save hapa. Yes, ukibaki hapa, ukirefresh, utaona klasi 1 wanatakiwa lipe laki sita laki sita like na sabini, unaweza uka add new, uh, new uh, uh, yes, ni, laa mfano class hii ni tena bill yao bill number moja, ikaja k tena bill number mbili ikaja tena bill nyingine kwa darasa hilo hilo, unaweza ukaongeza bill tofauti na moja. Ada na michango. Michango. Yes. Unaweza ukaadi tena the same labda tuition au wenyewe uh, class two labda ni laki saba. Yes, unaweza ukaadi tunaona, na yenyewe ilikuwa before sample ambazo nilikuwa nime test kuzifuta hapo, lakini unaweza ukaadi tena labda wenyewe uh, na stationery elfu uh, hamsini tu lakini pia wana maintenance elfu ishirini, labda ingine wana first ID elfu ishirini. Class two atakiwa lipe laki saba na tisini. Unaweza ukasave. Yes, unaweza ukaback. Tunaona tayari class one, class two alipe laki saba na sitini na tisini, lakini class one alipe laki sita na sabini lakini unaweza uka edit unaweza uka edit whatever, ukaweza kuona bili zako hapa. Tayari ushatengeneza bili, unatakiwa sasa utengeneze bill kwa wanafunzi. Hapo tulikuwa tunaangalia kwa class. Bili kwa wanafunzi unatengeneza wapi? Unakuja hapa setting, hapa imeandikwa create a new bill, create a new bill. Hapa ukibonyeza hapa itakwambia unakaribia kuongeza bili kwa, kwa, uh, kwa, una, kwa madarasa class a uh, uh, bill namba 1, je, unahitaji kutengeneza? Ukisema yes imetengeneza kuja class 1 kwenda kuuliza kama unatengeneza tengeneza uh, bill namba. Hizi bill zimeenda kwa wanafunzi ambao tayari tulikuwa tumeregistra hapa kwa madarasa haya. Kama mwanafunzi wenye darasa husika bill yake itaenda kwake husika. Kwa ukija hapa kwenye red say, kwenye payments, ukija hapa all bill, tutaona wanafunzi wote na bili zao. Kwa mfano huyu la darasa A, ni class two, ana like 790 class 1 ana kila mtu mwanafunzi bili yake itaenda hotel. Hata ukija kwenye dashboard, tutaona uh, total bills zishaongezeka, lakini payment hatujafanya na, na expenditure hatujafanya. Ukija hapa kwenye payment, ukija hapa payment, hapa ndio unaweza ukafanya payment. New payment, utachagua mwanafunzi yote hapa, unaweza ukasearch labda huyo, uh, wa class 2 labda ye ni, ni, ni class na namba risiti kama unaweza ukaiandika kutoka kwenye kitabu chako, kama hicho. Labda kwa mfano hiyo amelipa laki mbili na na, yes na uh, mbili na hamsini. Amelipa hii ni first term mwaka huu, hapa amelipa ada, kwa mfano ada, unaweza ukasave hapa. Yes, tayari tunaona hapa yes, tunamwona yes, huyu nani, Abeli amelipa laki mbili na hamsini. Unaweza ukaprint hapa yake okay. Na maneno atakuja tu kwa Kiswahili kama tunavyoona, anasema fedha iliyolipwa laki mbili na elfu hamsini deni la, ni ilikuwa la kwa sababu ni class two ilikuwa laki saba na tisini, amelipa laki mbili na hiyo, baki deni lobaki ni laki tano na elfu arobaini payment tunaona na laki mbili na hamsini ishafanyika leo. Nikija tarehe ya kesho, basi malipo yatabadilika, itakuwa hivi. Hapo kwenye payment unaweza ukafanya payment ya wanafunzi yoyote yule, hata Abeli, unaweza ukamrudia tena. Ukimrudia tena huyo Abeli amelipa tena siku nyingine, ni class yes, receipt number nalipa inapungua mfano, amekuja akalipa laki moja, yes, akalipa laki moja ni first time baba michango chango hii imelipa ni ya michango, unaweza yes, mm, uka save tunaona malipo ma, hapa amealipa beli ni amelipa hii uh, na hii na hii nayo pia unaweza ukai print out, tunaona laki laki imebaki laki tano na arobaini, amelipa laki moja imebaki balance imebaki laki nne na arobaini, tunaona ambavyo ilivyobaki balance before ilikuwa, amelipa hapo nimeangalia kwenye laki mbili hamsini. Hebu nije tuangalie kwenye laki, laki tano na arobaini. Unaweza kazi. Okay, hata mwanafunzi mpya. Uh, mtu mwingine hapa unaweza uka mwanachama, mwana mwanafunzi mwingine unaweza kumsema mfano kashinje au tuende klasi wani labda huyu hapa ambaye ni Esther, klasi wani, klasi wani, lisiti namba, utaandika yote. Ni yeye anadaiwa laki sita na sabini hajalipa kabisa labda tuseme amelipa, amelipa laki mbili, laki mbili ni first term, amelipa ada na michango. Description, utaandika yote ada na michango unaweza kusevu hapo. Yes, tunamuona tayari huyu Esther amelipa laki mbili. Hata ukidop uki hapa unaweza kaona. Alikuwa laki sita, amelipa laki mbili, mebaki ngapi? Na unaweza ukai print kama tunavyo, tunavyo iona. Na hapa unaweza ukapreview ukaweza kuedit. Taarifa, taarifa yake hapa unaweza ukafuta mchango. Ah, hapa ndio tusema unaweza kuona all bills ya wanafunzi kuna wanafunzi wale ambao wanaweza kuwa na bill tofauti. Yeye bill yake iko tofauti na zile za class yote. Labda ni special. Ukija hapa unaweza kuona jina lake na unaona bill yake, unaweza ka edit. Ka edit bill yake. Ha, kama mwaka umeisha basi, ile anayoama nayo, unaweza kaenda nayo. Kwa hiyo unaweza ukaona bill tofauti, unaweza ka create hapa a new bill, kwa maana kwamba sasa wameshatengenezwa wamelipa hapo unaweza ka print hiyo kama tunavyoona ukija kwenye balance itamuonyesha kila mtu saizi alivyolipa. Na toto kwa mfano, huyu Abeli alilipa laki moja, lilipa laki laki mbili na hamsini, amelipa laki tatu na hamsini. Um, imebaki laki nne na arobaini an anaweza ka print out uka save baadaye tunaweza tukaiona kwenye desktop hiyo PDF ambayo unaweza kumpa. Kwa hiyo malipo ya kila mwanafunzi yanaweza kuwa yako tayari. Kama tunavyoona, wanafunzi wote wanaweza kuwa hapo. Expenditure nafikiri ni matumizi. Unaweza ka add new expenditure mfano namba moja labda nauli, unaweza kaandika kwa tarehe na nini a cost labda ni elfu kumi Yes, idadi labda umetumia nauli ni mmoja elfu kumi, basi unaweza ukasave hapo hapo. Ukija ukirefresh hapa utamuona nauli hapa, hata ukija kwenye dashboard, tunaona na expenditure imeshakuwa ni elfu kumi. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Ukija hapa kwenye setting, tunaona kuna taarifa nyingi hapa, unaweza ukaziset, lakini pia unaweza uka uka create summary summary hapa lakini pia unaweza ukaona uh, uka chat chat ya malipo unaweza ukaona in Excel, itafunguka kama tunavyoona hii hapa chat, kwa kubonyeza tu unaweza ukaona wamelipa kwa asilimia ngapi. Kwa mfano hapa nasema darasa gani limelipa kwa asilimia ngapi, darasa itakuwa na asilimia zake za kulipa hiyo ada. Lakini pia unaweza ukacreate SMS hapa, unaweza ukaiona kwa ajili ya kutuma lakini hapa unaweza kaenda kwa admin kwa maana ya kuja useti, lakini uje hapo kwenye ripoti utapata ripoti zote za registration kwa tarehe kwa pamoja zote, then huku chini unaweza uka uh, ukaona uka show hapa, naona hapa ni ni, ni ni, unaweza ka una kila darasa, mfano hii ni class 2, lakini ukianza mwanzo hapa ya kwanza ni class 1. Kwa kila darasa itakuwa na shiti yake na toto registration kama tunavyoona, lakini pia unaweza ukaona bili za wanafunzi yes, kwa kwa una na bili yake, na kama amelipa basi ataona bili ile ambayo anastahili kulipa. Kama natoto tunaiona, ka kwa kwa tarehe yani, li, za hapo payment tunaona alilipa hawa hapo ambao tayari wame amelipa laki mbili kama tunavyoona, na toto itaweza kaonekana hapo kwa class 1 lakini ukija huko utaona class 2 mwingine alilipa alilipa, huyo hapa class 2 Kwa kila mmoja atakuwa na shiti, ina shiti kama tunavyoona. Hizi ni ripoti kwa matumizi the same, unaweza kuona kwa tarehe kwa pamoja Uh, kwa tarehe kwa pamoja hapo, ambapo unaweza pia ukashow ukaweka PDF. Tunaona matumizi ni nauli tu elfu kumi, um, tunaona toto toto hapo ni elfu kumi, lakini pia unaweza ukapata report uh, report kwa pamoja, ambapo pia uh, report unaweza unaweza ukapata report kwa toto, ambapo tunaweza tukaiona report hapa ya kila darasa kwamba imekusanya kiasi gani na nani na asilimia na, na ngapi kama na toto tunavyoiona hapa hii ni report lakini pia unaweza kupata SMS. Unaweza kubonyeza hapo basi, utaona zinakuwa generating. Mwana habari mzazi wa Abeli hapa anasoma shule hii ya um, fedha aliolipa anatakiwa lipa laki saba na tisini. Kwa SMS yote inakamilika kama inakamilika, tunavyoona amelipa hamsini deni lake laki nne na arobaini. Mzazi unakumbushwa kumalizia malipo kwa wakati, uh, wakati, wakati, wakati. Asante, kama tunavyoona meseji ziko tayari zote za wanafunzi wote kutumia uh, uh, ni, ni, ni, mtu akatrest akajaribu, lakini iko very smart.